Ya kwa hiyo ni tuko vizuri, sababu ilikuwa mpaka mwezi wa kumi na mbili kufika asilimia hamsini. Kwa hiyo tutafika vizuri na kuvuka, sababu mwenendo wa mapato ulikuwa uko vizuri katika mashughuli yetu. Imsema nitoe hiyo sababu kwenye muhtasari waheshimiwa, na ndio inafikia kugilewa vizuri, lakini ya tatu mheshimiwa mwenyekiti ni kwamba mliondoka mkaacha mradi wa redio Chato FM. Mradi ule umekamilika, redio ile itakuwa hewani wakati wowote wa ule ya Chato FM, inaitwa sauti ya maendeleo. Hata kwa sababu Mheshimiwa Bunge, nilitamka kwamba Chato za ni Chato ya maendeleo kwa wabunge watatu, na hata ile Chato FM imesajiliwa kuwe TCRA, inaitwa Chato FM Stereo, sauti ya maendeleo, kwa itakuwa hewani wakati wowote wa ule, na i itesti ikawa inafanya vizuri sana kwa hiyo nawashukuru sia mwenyekiti, na redio imejengwa kwa mapato ya ndani, kwa baraka zenu na mvumizia kazi kwa ambao amefanya katika eneo